Namshukuru Mheshimiwa Joji Agustino Kasoso, nikamwambia nimekaa Mpapa, akasema sina taarifa kama sana. Nikasema Mbunge wa jimbo hili ajhla wa jimbo hili anakuja. Boda bodaboda ke lakini mama yuko pamoja na kk katika kata wa Chama cha Mapinduzi kata ya Kamsamba na viongozi wa hodic wenye vici wa vijiji wote tukunawa. Lakini pia namshukuru Mheshimiwa Joni kwa sasa mi kasema anakoja kusalimia akaniambia mwamba njoo maka nimkaribishe ajila kuiso diwani wa kata ya Mpapa leo. Mheshimiwa mbunge, kwa heshima kubwa, mimi na wananchi wengi, mimi nafikiri wananchi wa kata hii wana imani kubwa na wewe, Mheshimiwa mbunge Yaani, Mheshimiwa mbunge, wapiga kula wako wako salama, na mimi kama diwani wa kata hii nazilinda kula zako, zipo salama kubwa kuliko kawaida. Nikutopewa taarifa, Mheshimiwa mbunge, mimi Minimu... nilikuwa shambani, ni mkulima. Amekuja jioni hii ama kanipigia simu kwamba nakuja kumpokea mheshimiwa mbunge. Nasema sasa, kwa sababu mimi nina adabu na ni heshima ya kumheshimu mheshimiwa wangu. Amefanya makubwa kwenye kata hii. Wananchi wa kata hii wanakunywa maji mengi, wananchi wa kata hii wana sekondari, wananchi wa kata hii wana umeme kuliko kawaida, vitongoji vyote iuea a mweshe ma mbunge, mimi sina maneno yoyote ya kusema mbele yenu, ila na kukaribisha kuombea Mungu. Mimi ndo diwani na wewe ndo mbungepapa ina amani na shukrani sana, makamumakamu mwenyekiti wa halmashauri kupongeza kwa zoezi uliolifanya, lakini na mimi na vijana wangu boda bodaboda hapo wameniambia hatukuangushi mheshimiwa. Msafara huu wa kwako uliouleta saa hizi, vijana wanajitoa kukusindikiza mpaka Kamsamba

Tunashukuru sana kwa kuendelea kukaa usiku mpaka sasa kwa ajili ya unaendelea kusubiri. Asanteni sana kuhusiana na bei za ufuta kuwa chini, mimi naomba niwaambie mmefahamu kwamba muda wote na wakati wote nimekuwa ni mtetezi wenu wa majira yote na nyakati zote. Mwaka jana kipindi wakati mnauza stakabazi gharani, walikuwa wamezuia soko la ulia hata kama mtu ulikuwa nataka uuze kilo moja kilo mbili, ilibidi mpaka upeleke galani kule Kamsamba. Kweli mama, nilipita hapa na viongozi mbalimbali kutoka wizara ya kilimo, tukatoa wasaa kumuomba mkulima akiwa na chochote kidogo anaruhusiwa kuuza kwenye soko ulio na mwingine anaruhusiwa kwenda kuuza kwenye stakabazi gani, na hilo la bei, kwa sababu bei haipangwi hapa kwetu tu Mpapa, wala kwenye kata yetu ya Kamsamba peke yake, Momba peke yake, inakuwa ni bei ya dunia. Na mimi niseme nimelibeba, na kwa kuwa sasa hivi nimetoka bungeni, vikao vya bajeti vinaendelea, nitaenda kuliwasilisha kwa waziri mwenye zamana na kwa serikali kwamba wananchi wangu ambao wa wamenia kama mtumishi wao kuja bungeni, wanasema kwamba bei ya ufuta ambao wa wamelima kwa jasho na mateso ipo chini. Mkakati wa serikali wa kumsaidia mkulima ili asiumie ni upi? na kwa wale ambao mnafuatia televisheni majibu ya serikali mtayasikia. Mimi kama kijana mwenzenu, wazee wenzangu ambao ni watu wazima, wazazi wangu, jambo hili nimelibeba kwa umuhimu wake na kwa ukuu wake Sao. nitaenda kulipeleka bungeni, nitaenda kulipeleka okay, okay. serikalini. Nitalipeleka kwa serikali ya Dokta Samia Hassan Suluhu ambayo ni serikali sikivu kwa ajili ya kuwasaidia wakulima wanyonge ambao wanalima kwa shida. Asante. Niwaombe tuendelee kuwa wavumilivu, mimi kama mtoto wenu, mtumishi wenu, ili nitalibeba kwa umuhimu wake. Na niendelee kuwapongeza kwa kazi kubwa na nzuri ambayo mnaifanya kwa kuendelea kulima zao hili bila kukata tamaa, kwa sababu jinsi mnavyolima sana ndivyo mnavyowezesha yeah, halmashauri yetu kupata mapato. Ninawashukuru sana. Mheshimiwa Diwani, nimekutafuta sana, nimekutumia ujumbe Naomba ufikishe salamu, tutakujulisha, tutafika, tumekutafuta tokapokuwa, pia tunaenda na bea bwana Mpapa. Ninawashukuru sana, asante sana kwa mapokezi, asante sana mama, nashukuru sana, asante sana. Tunaweza tukaongozana kuza kwenda, asante mama.